Katika tukio hili muhimu la kumbukizi la Suwasan, la ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tumekutana hapa si tu kusherekea siku ya kuzaliwa kwake kama kiongozi wetu, bali pia ni kuenzi maono yake ya kulinda mazingira na kuhimiza maendeleo endelevu. Hili ni jambo la kujivunia kuona kumbukizi hii kianza kwa zoezi la upandaji miti ambalo tulifanya kule kwenye shule ya sekondari ya Amali. Natumia nafasi hii kuwapongeza walimu, wanafunzi na viongozi wote mlioshiriki katika zoezi hili la upandaji miti. Miti tuliyopanda leo ni urithi wa kizazi vijavyo, lakini nitoe tu msisitizo kwa majukumu letu pasu kuishia kwa kupanda pekee, hali ni muhimu zaidi kuhakikisha miti hiyo inatunzwa, kuhakikisha inakuwa, ili iweze kutimiza lengo lililokusudiwa la kuhifadhi mazingira. Tumeazimisha siku hii kwa kuwa na tarehe 27 ya kijani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumepanda miti na wewe ukituongoza. Miti hii itakuwa ni alama hai. Miti ina manufaa mengi katika utunzaji wa mazingira, lakini pia tunaendelea kumshukuru sana sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametupatia na sisi tutaendelea kumwombea. Kwa msimu wa mwaka 2025-2026, F2 mkoa wa Ruvuma utapanda jumla ya miti milioni sita laki nane na elfu kumi na mbili mia tano sabini na nne ambayo itapandwa katika halmashauri zote pamoja na mashamba ya serikali mkoa mzima kwa ajili ya mbao, vyanzo vya maji, mapambo pamoja na matunda. Hivi leo tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026, katika zoezi la kuadhimisha 27 ya kijani na kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimkoa, hapa Shule ya Sekondari ya Amali Ruvuma tutapanda miti elfu tatu kuzunguka maeneo yote ya shule na mingine tutagawia wananchi kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo yao. Mahitaji ya kupanda miti hapa ni makubwa, ni eneo jipya linahitaji kupanda miti na kuboresha mazingira. Mwaka jana uliongoza zoezi la upandaji wa miti, tumepanda zaidi ya miti milioni mbili katika mkoa wa Ruvuma. Tulipanda miti maeneo ya Mwenge Mshindo, eh, Wino Kiragano kwenye ile hifadhi na, na nakuhakikishia, kesho tutakuwa Wino kijiji cha Mkongotema kupanda miti, na kesho kutwa tutaendelea Songea vijijini kwa maeneo yaliyopangwa.